Imetimia saa 12 kamili kwa sanza afrika mashariki, sawa na saa 11 afrika ya kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Majira haya ya asubuhi, ujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika amka na BBC. Katika amka na BBC asubuhi hii, polisi nchini Uingereza imekamata watu watatu wanaodaiwa kuhusika na shambulizi katika sinagogi ililoua watu watatu katika jiji la Manchester. A fall. Go away. Nazo nchi mbalimbali duniani zinaendelea kulaani uamuzi wa Israeli kukamata msafara wa meli wa wanaharakati wanaounga mkono Palestina na tutaangazia wasanii watatu kutoka Kenya na Tanzania wanaofahamika kama Umoja Sound na kuhusu namna sanaa ya muziki inavyokuwa Afrika Mashariki. Kenya anakuta msanii tu kawaida, daja tu kawaida, lakini yuko na show yake na inajaza katika swala la biashara, mm -hmm. Kenya wako mbele. Ijumaa ya tarehe 3 Oktoba mwaka elfu mbili ishirini na tano. Awali yeyote mwenzangu, huyu hapa Sarafina Robi anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Sarafina, karibu. Asante Skola. Tukianza msikilizaji, ni kuwa wanaume wawili na mwanamke mmoja wamekamatwa kuhusiana na shambulio baya katika sinagogi katika jiji la Manchester nchini Uingereza. Ester Lombano na maelezo zaidi. Polisi wamemtaja mshambuliaji huyo kuwa Jihad al-shami ambaye ni raia wa Uingereza mwenye asili ya Siria, alipigwa risasi na kufariki. Waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer awali alisema kwamba Uingereza lazima ishinde kile alichokiita kuongezeka kwa chuki dhidi ya Wayahudi. Wayahudi wawili waliuawa na wengine watatu kujeruhiwa. Balozi wa Israel katika Umoja wa Mataifa Dani Danon ametoa salamu za rambirambi kwa walioathirika wa Maandamano yanayoongozwa na vijana yameendelea kwa siku ya sita katika mji miji yote nchini Moroko, dhidi ya ufisadi na kudai elimu bora na huduma za afya. Waandamanaji hao wanamtaka waziri mkuu bilionea Aziz Akhannouch kujiuzulu. Hata hivyo, alisema kuwa yuko tayari kwa mazungumzo. Tunasistiza kwamba serikali imezingatia madai yote yaliyotolewa na kutangaza utayari wake kwa ushiriki katika mazungumzo ya majadiliano kupitia taasisi na vikao vya umma. Serikali kwa mara nyingine inasisitiza kwamba njia ya mazungumzo ndiyo njia pekee ya kukabiliana na masuala ambayo nchi yetu inakabiliana nayo ili kuangazia matarajio ya watu wa Moroko kwingine kwani, kwa serikali ya Ivory Coast imepiga marufuku maandamano dhidi ya uamuzi wa kuwazuia wanasiasa kadhaa wa kuwa upinzani kushiriki katika uchaguzi wa urais mwezi ujao. Rais wa zamani Lore Bagbo na Chijani Thiam ambaye anaongoza chama kikubwa zaidi cha upinzani nchini humo ni miongoni mwa watu waliozuiwa kupinga azma ya rais Alasan Aurutara kuwania muhula wanne. Na ripoti mpya ya kikundi cha kampeni cha Global Witness inasema kwamba mfumo wa TikTok unapendekeza ponografia na maudhui yenye ngono nyingi kwenye za watoto. Watafiti hao waliokuwa wameunda akaunti goshe za watoto na kuweka mikakati ya usalama, lakini bado wanasema walipokea mapendekezo ya utafutaji wa ngono dhahiri. Mtandao huo umesema umejitolea kikamilifu kuhakikisha ni salama na unaofaa kwa kuzingatia umri. Hii ni BBC. Nami ni muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu Sarafina Nairobi akiwa studio zetu za Nairobi kule nchini Kenya. Unasikiliza matangazo ya Amka na BBC msikilizaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio washirika mbalimbali, kama huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tusikilize kupitia Redio Muungano kule Beni, nchini Tanzania Bomba FM, CGFM na Redio Kwizera kadhalika, Redio One na Redio Free Africa, Uganda Redio Paidha, Kenya Nyota FM na Mwenedu FM, intaneti katika BBC Swahili. Matangazo ma haya pia msikilizaji hukujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook Rambazatu, tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Watu wawili wenye asili ya Kiyahudi wameuawa na wengine watatu kujeruhiwa vibaya katika shambulio lililotekelezwa nje ya sinagogi katika jiji la Manchester nchini Uingereza. Polisi nchini humo wamethibitisha kwamba mshambuliaji alitekeleza tukio hilo alikuwa ni Jihad Al Shamie, raia wa Uingereza mwenye asili ya Siria, ambaye aliuawa kwa kupigwa risasi na maafisa wa usalama wakati wa tukio hilo. Martha Saranga ana maelezo zaidi. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, mshambuliaji huyo alitumia gari lake kuwagonga waumini waliokuwa wakielekea katika ibada kabla ya kutoka na kuanza kuwachoma visu kwa fujo. Shambulio hilo limetajwa kuwa ni la kigaidi na linachunguzwa kwa kina na vyombo vya usalama. Watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja, wamekamatwa kwa tuhuma za kuhusika kwa njia moja au nyingine na shambulio hilo. Polisi wamewapongeza walinzi wa sinagogi hilo pamoja na waumini waliokuwa karibu, kwa ujasiri walioonesha ambao ulisaidia kuzuia mshambuliaji huyo asiingie ndani ya jengo hilo la ibada, hatua ambayo huenda ingeweza kuongeza idadi ya vifo. Naye waziri mkuu wa Uingereza, Keir Starmer, amesema kuwa taifa lake lazima lichukue hatua kali kupambana na kile alichokiita chuki inayozidi kuongezeka dhidi wa ya Wayahudi. Amesema mashambulizi ya aina hii hayawezi kuvumiliwa katika jamii yoyote inayojiheshimu. Kwa upande wake, balozi wa Israel katika Umoja wa Mataifa, Dani Denon, ametuma salamu za rambirambi kwa familia za waathirika wa shambulio hilo akilitaja kuwa ni kitendo cha kikatili na cha kuchukiza. Rafi Bloom, mmoja wa aumini aliyekuwa njiani kuelekea katika sinagogi hilo wakati tukio lilipotokea, amesema huenda mashambulizi ya aina hii yanachochewa na mvutano unaoendelea kati ya Israel na kundi la Hamas huko Gaza. Maafisa wa usalama wanaendelea na uchunguzi wa kina ili kubaini mtandao mzima uliohusika na tukio hili. Ni taarifa yake Matha Saranga. Nchi mbalimbali mbali duniani zimeelezea kusikitishwa na uamuzi wa Israel kukamata msafara wa meli wa wanaharakati wanaoiunga mkono Palestina. Wamekosoa Israel kwa kuzuia msafara huo uliokuwa katika eneo mataifa, la kimataifa la maji zaidi na halimanyanza Kimia saufu, kimia saufu. Kimia saufu, wa hapa ni wakati wana wanaharakati hao wakikamatwa na wanajeshi wa Israel wakati wakijaribu kusambaza misaada Gaza kwa kutumia boti kadhaa, hatua ambayo imezua wasiwasi kimataifa huku viongozi kadhaa wakielezea kusikitishwa na uamuzi huo wa Israel. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amelaani hatua hiyo ya Israeli na kusema ni kosa kubwa dhidi ya mshikamano wa kimataifa ambao unalenga kupunguza makosa. Hatua hiyo pia imemfanya rais wa Colombia Gustavo Petro kuwafukuza nchini mwake wanadiplomasia wa Israel waliobaki nchini humo na kuelezea kitendo hicho kama uhalifu wa kimataifa uliotekelezwa na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Aidha, pia amesitisha makubaliano ya kibiashara ya Colombia na Israel huku akitaka kuachiliwa kwa raia wawili wa, wa nchi hiyo waliokuwa katika msafara huo. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Amnesty International amesema kizuizi kilichowekwa na Israel dhidi ya Gaza siyo halali na kwamba kutochukuliwa kwa hatua kwa muda mrefu ni ukiukaji wa uwazi wa sheria za kimataifa unaofanywa na Israeli na lazima ukomeshwe. Lakini hata hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametetea na kusema kwamba wanajeshi wa Israeli wamezuia msafara huo kuingia katika eneo la vita na pia kuzuia kampeni ya kuichafua nchi hiyo. Mamia ya wanaharakati hao wanaiunga mkono Palestina walikamatwa akiwemo mwanaharakati wa mazingira kutoka nchini Sweden. Maafisa wa Israel wanasema wanaharakati zaidi ya mia nne wanaunga mkono Palestina walikamatwa. Eli Shmul ni kamanda wa polisi wa Israeli. Polisi wa Israel walijiandaa kupokea msafara wa meli uliokuja kuvunja kizuizi kilichowekwa Gaza. Zaidi ya maafisa mia sita wa polisi, magereza na maafisa wa mamlaka wa wa ya uhamiaji wamepelekwa katika bandari ya Ashdod, na walipokelewa vizuri wakiwakagua, kuwasajili, kuwaandikisha washiriki wa msafara huo. Israel imekuwa ikilinda eneo hilo la maji lakini haina mamlaka katika eneo hilo. Ni taarifa yake Alimanyanza. wanapatikana visiwani Zanzibar peke yake na wanachukuliwa kuwa mojawapo ya ya wanyama aina ya mamalia ambao ni adimu zaidi duniani. Kimapunju wekundu aina ya pilkolias uh, kirkii Wamekuwa wakikabiliana na vitisho kwa miongo kadhaa kutokana na uwindaji na kupotea kwa makazi yao, lakini juhudi za uhifadhi na ushiriki wa jamii sasa zinaendelea kuwasaidia kuishi ndani na nje ya hifadhi ya taifa pekee ya kisiwa hicho. Mwandishi wa BBC Elizabeth Kazibure amefika katika hifadhi ya taifa ya Jozani Chwaka Bei ili kuweza kufahamu zaidi kuhusiana na uh, pilikolibas kirki wana nywele za kipekee na macho ya kushangaza na hawapatikani popote pengine duniani ila Zanzibar pekee. na wazungumzia kima wekundu maarufu kama kimapunju. Makazi yao halisi ni kwenye matawi ya miti kwenye misitu lakini wamebaki wachache sana. Kulingana na shirika la kimataifa la uhifadhi wa mazingira IUCN inayofuatilia uhai wa spishi na bioanuai, kima hawa wametambulika kama walio hatarini kutoweka. Habib Abdul Majid ni mwanaikolojia katika hifadhi ya Jozani na anaeleza kuwa miaka ya 1980 uwindaji na uharibifu wa makazi yao ulisababisha karibu kutoweka kwao. Watu walikuwa wanamwinda kutokana na, na uharibifu wake, hali hii ambayo ilipelekea kimapunju kuwa endangered, lakini baada ya muda kukaa, uh, wadau tofauti walikaa pamoja ikiwemo serikali ya Zanzibar, jamii zilizozunguka hifadhi ya taifa Jozani, walipokuja na kauli mbiu ya, ya, ya uhifadhi, mikakati ikaanza makazi yao msitu wa jozani yalitangazwa kuwa hifadhi ya msitu mara ya kwanza mwaka 1960 na baadaye kuboreshwa rasmi kuwa hifadhi ya taifa ya jozani chwaka bay mwaka 1984 tangu wakati huo idadi yao imeanza kuimarika taratibu na hadi kufikia sasa kuna takribani kimapunju elfu tano lakini watafiti kama Dr Alex Georgiev kutoka chuo kikuu cha Bangor nchini Uingereza wamegundua jambo la kustaajabisha na la kipekee also... wanaonekana wanaendelea vizuri hata katika maeneo ya misitu iliyoathirika na shughuli za kibinadamu kwenye mashamba na maeneo ya kilimo nje ya hifadhi, ili mradi tu mashamba hayo yana miti kama ya maembe au mlozi, basi baadhi ya makundi yao huweza kuishi huko Shrubs. Hili ni jambo la kipekee kwa kimapunju aina ya peliokolas, ambao kwa kawaida hukabiliwa na changamoto kubwa kuishi nje ya misitu inayolindwa. Inakamilika hivyo taarifa yake Elizabeth Kazibure kuhusiana na kimapunju huko Zanzibar. Na sasa viwanjani na Omar eh, Mkambara. <laughs> <laughs> <laughs> no, naongezea na majina kwenye majina yangu Kwao nataka ujite wa mari Mkambara kimapunda, twende viwanja. Shukrani skola, na moja kwa moja nianze na matokeo ya michezo ya Europa League iliyopigwa usiku wa kuamkia leo. Lille waliwashangaza AC Roma kwa ushindi wa goli moja kwa bila, huku Boronya na Freiburg ikimalizika kwa sare ya moja moja. Breno alishinda goli moja kwa bila dhidi ya Utrecht. Braga wakaibuka na ushindi wa goli mbili ugenini dhidi ya uh, Celtic ya pale Scotland, na hivyo Scotland inataka kumtimua mwalimu wake. Young Boys wakashinda mbili bila dhidi ya FCSB. Fenerbahce wakitakata mbili moja mbele ya Nice, ushindi ambao ulikuwa ni mgumu zaidi kwa Fenerbahce. Real Betis wakachukua pointi tatu kwa ushindi wa goli mbili kwa bila dhidi ya Ludogorets wakati Go Ahead wao wakiwashangaza Panathinaikos kwa kuwapiga goli mbili kwa moja. Plzen wakaibuka na ushindi wa tatu bila dhidi ya klabu ya Malmo wakati Basel wakishinda goli mbili kwa bila dhidi ya Stuttgart. Celta Vigo wao wakachomoza na ushindi wa tatu moja dhidi ya PAOK wakati Porto pia wakishinda mbili mbili moja dhidi ya kweda vena. Aston Villa kutoka nchini England wakaonyesha ubabe faundi kutoka Uholanzi kwa kuwapiga goli mbili kwa bila. Ferekao wakashinda moja mbele ya Genki wakati Lyon wakiibuka na ushinda goli mbili kwa bila dhidi ya Salzburg. Malmo, uh, dynamo Zagreb walishinda tatu moja dhidi ya Maccabi Tel Aviv huku klabu ya Rangers wakilala mbele ya klabu ya Brut kwa goli mbili kwa moja. Lakini katika taarifa za tetesi ni kwamba Real Madrid wanasikilizia mustakabali wa beki wa Liverpool ambaye mkataba wake unamalizika mwishoni mwa msimu huu, mazungumzo mapya yamegoma, hivyo Real wanaangalia uwezekano wa kuweza kumsajili mchezaji huyu bure katika dirisha lijalo. Katika mpira wa kikapu, klabu ya Dallas Mavericks imepata pigo mapema kabla ya kuanza kwa msimu, ambako kocha wa timu hiyo Johnson Kidd amethibitisha kwamba nyota wao Daniel Gafford amechanika kifundo cha nyayo za mguu, wakati ikiwa ni siku ya kwanza tu ya kambi ambayo inafanyika huko Abu Dhabi, na Mavericks watatarajia kuanza

25-26 Oktoba 22 kwa kwa kabili Spurs New York Knicks jana usiku aliibuka na ushindi wa vikapu 99 dhidi ya 84 dhidi ya Philadelphia, Philadelphia 76ers, lakini bahati mbaya nyota wake Josh Hart alianguka vibaya uwanjani wakati akivizia mpira reboundi na alitolewa nje kwa maumivu makali. Hata hivyo, taarifa kutoka kwa kocha wa New York Knicks. Mike Brown anasema amepata tatizo dogo la mgongo, na taarifa ya klabu ikithibitisha kwamba ataendelea kuwa vizuri kwa sababu hakupata maumivu makubwa. Ni hayo tu kwenye mchezo asubuhi skola. Naam, asante sana Omari Mkambara, mashabiki wangu wanatamani kukuona. Uh -huh. Ah, kuniona uh -huh. kwa laivu na maisha. Naam, avinachangisha pundi moja tantazama, asante <laughs>